Mawasiliano kupitia mtandao huu imekuwa kivuja haya. Malalamiko yote yanatoka kwenye idara yako wasi na wateja. I want solution now, ama ujihesabu huna kazi. Umetufanyia mambo makubwa sana, sia kufanya mambo haya katika maisha. So mimi wakati namleta Julieth humu ndani, sawa, kama rafiki yangu, kumbe nilikuwa nakuletea mke, si ndio? Mimi nalipa milioni themanini kila mwezi kwa ajili ya mishahara ya For Connect. Kuna tatizo gani mimi kuwa na mtu mmoja ambaye atanipa furaha nitumie hela zangu kwa ajili ya, kama dada yangu. Mimi mwenzako, nimefungwa miaka 30 jela kwa ajili ya mwanamke, leo nakuja unauliza mimi nani? he doesn't exist in my life anymore. Simpendi huyo msichana na sitaki kumwona hapa, he's just a friend. Kaondoe, I'm very sorry.